ambayo ni rasmi ni mwanamke na daraja zake za kiimani. Mwanamke ni nini? Mwanamke ni kiumbe cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, alichokiumba na kwa kukiumba kiumbe hiki hakufanya tofauti baina ya mwanamme na mwanamke. Jambo hili ambalo liko ya kwamba mwanamke na mwanamme, ni kitu gani kinafanya wawe tofauti ya kwamba huyu akawa ni mwanamke na huyu mwingine akawa ni mwanamme? Si kitu kingine ila ni mambo ambayo ni ya dhahiri, mambo ya kiwiliwili chake kina tofauti na maumbile yake, maungo yake yanatofautiana na maungo ya mwanamme, yaani tofauti iliyoko ni ya dhahiri. Ama je, kuna tofauti nyingine iliyoko? Je, roho ya mwanamke au nafsi ya mwanamke ni tofauti na ya mwanamme? Hakuna dalili inayoonyesha y kwamba mwanamke roho yake ni, ya, ni tofauti. Na ndio sababu hakuna roho ambayo tuna roho ya kike au roho ya kiume au nafsi ya kike au nafsi ya kiume, wote kwa maumbile, huyu ana roho na huyu ana roho. Lakini kiwiliwili chao ya kwamba wameumbwa au vazi linazo, linalovaliwa na roho hii hizi, hili vali, yani, vazi hili yani kiungo hiki au maungo haya ndio tunayaita vazi roho ile, vazi linalo ivaa ni kwamba hili vazi ndio linayotofautisha baina ya mwanamume na mwanamke. Akawa kwa sababu huyu vazi lake ni hili au umbo lake ni hili, akawa ni mwanamume na huyu umbo lake ni hili, akawa ni mwanamke. Ama katika nafsi, je, kuna tofauti ya kwamba huyu hawezi kuwa kama mwanamume? Hakuna dalili yoyote inaonyesha ya kwamba hawezi kufikia bali anaweza kukua zaidi ya mwanamume katika nafsi na katika mambo ya kiroho kama tutakavyoona na tutakavyojua Qurani tukufu. Tunaporudi kwenye Qurani, tunapata ya kwamba amri na hukumu za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na dini yake tukufu, ameileta kwa ajili ya mwanamume na mwanamke, na anapozungumza na mwanamume pia vile vile huzungumza na mwanamke katika kusanyiko moja, si kwamba anazungumzia na mwanamme kwa kikando na kwa maneno kando na tofauti na mwanamme. Na uongofu aliyouleta Mwenyezi Mungu au hidaya aliyoileta Mwenyezi Mungu sio hasa kwa mwanamme, bali ni kwa wote wawili, na nitaanza kwa kusoma aya ambayo inahusiana pia na mwezi huu wa Ramadhani na pia vile vile inahusiana na jambo hili ambalo tulilonalo kwa njia nyingine. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema ya kwamba shahru ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas, mwezi wa Ramadhan ni mwezi ambao Qur'ani ilishushwa, hii Qur'an ikiwa ni hudan lin-nas ikiwa ni hidaya uongofu kwa watu. Sasa imetumia neno nas, yani nasi, watu. haikusema ya kwamba itawaongoza wanaume kwa njia fulani na itawaongoza wanawake kwa njia fulani tofauti, wote hidaya na hii Qur'ani. Qur'ani imeshuka mwezi wa Ramadhani ikiwa ni hidaya kwa wanaume na ikiwa hidaya ni kwa wanawake kwa njia iliyo sawa. Kwa hivyo hidaya, sio hidaya ya mwanamume peke yake

Asri kwa maana ya zama fulani, ima ni zama pana, yani kwa muda mrefu ambao ndio unaitwa zama, au zama ambayo ni alasiri. Yani, Mwenyezi Mungu anaapa kwa huu wakati huu, wala asri, innal insana, ameapa ya kwamba hakika binadamu. Insana, binadamu, sio mwanamke sio mwanamme, si kwamba ni mwanamme ameongoka amefaidika, na mwanamke amepata hasara La. Bali wote wawili innal insana la fi khusr, hakika binadamu wote kwa ujumla wako katika hasara. Isipokuwa kina nani? Illa alladhina amanu, isipokuwa wale ambao waliamini, wakamwamini Mwenyezi Mungu na mtume wake. Wata, wa, waamilu salihati na wakatenda matendo mazuri, mazuri. watawasau bilhaq na wakahusiana haki. watawasau bisabr na wakahusiana subira. Sasa hapo tumeona kwamba mwanamke yu ndio yuko katika hasara, hala haikutaja hai, ila tu walioamini katika wanaume na wanawake na wenye kutenda mema na wenye kutenda kuwa na u, nini kuhusiana ha, haki na, na subira, wote ni mwanaume na mwanamke. Kwa hivyo mwenye kupata hasara, hasara au kuhasirika atakuwa ni mwanaume na mwanamke pia vile vile. Kwa hivyo Qur'ani imeshuka kwa kutaka kuwaongoza wote wawili, wala si kumwongoza mmoja na kumwacha mwingine. Pia tukirudi pia katika Qur'ani pia na ilivyo wazi ni kwamba tunakuta ya kwamba sifa hizi ambazo binadamu anapewa sifa ya kwamba yeye ni mcha Mungu, yeye ni mwenye subira yeye ni mwenye ikhlas yeye ni mwenye takwa mwenye kufanya tawakul kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kumtegemea Mwenyezi Mungu Subhanahu, hizi sifa sio sifa mahsusi kwa mwanamume, bali ni sifa ambazo zinawapata wanaume na wanawake, bali sio sifa za kiwiliwili, ni sifa za kinafsi, lau kama zingekuwa au za kiroho, lau kama ni sifa ambazo zingekuwa zinahusiana na kiwiliwili, basi huyu ni mwanamume angekuwa anasifika tofauti, kwa sababu ya kuwa na kiwiliwili tofauti na mwanamke, na mwanamke angekuwa na sifa zingine tofauti. Lakini hizi sifa, kwa sababu zinaingia na zinaonyesha ukamilifu wa nafsi ya mtu na ukamilifu wa roho yake, basi sifa hizi zinalenga kitu ambacho hakina uhusiano na wanaume na wanawake bali ni mambo ambayo yanahusiana na roho ya nafsi na roho na nafsi ya mtu na roho ya nafsi haina kike wala kiume, na ndio sababu tutakuta Mwenyezi Mungu anawasifia na anawazungumzia wanaume kwa njia hiyo hiyo na wanawake kwa njia ile, na kuonyesha kwamba hakuna tofauti. Kuna aya <coughs> kwa mfano Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema inna llaha yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab, hakika Mwenyezi Mungu huwalipa wenye subira bila hesabu. Yani wanalipo malipo makubwa bila kufanyiwa hesabu. Wenye subira ni, haikusema ya kwamba wenye subira wanawake au wenye subira wanaume, bali wenye subira wote. Hiyo sifa ya subira ni ya watu wote wawili kutokana na kwamba ni sifa ya nafsi na sifa ya roho. Nyingine inasema, inna allaha maa sabirin, hakika Mwenyezi Mungu yuko pamoja na wenye subira. Wenye subira ni wanaume wanawake? La, imesema wenye subira wote, wanaume na wanawake, yaani Mwenyezi Mungu yuko pamoja nao, si atu kwamba yuko pamoja na wanaume alafu wakawa hayuko pamoja na wanawake. La, yuko pamoja na wote wawili. Inni la udiu amala amilin minkum min dhakarin au untha, Mwenyezi Mungu mwenyewe anasema, hakika mimi siipotezi amali au matendo ya mtu mtendaji, awe ni mwanamke au mwanaume au mwanamke, min dhakarin au untha, wote wanalipwa. Mwanamke akitenda analipwa, mwanamume akitenda analipwa, na hafanyi nini? Mwenyezi Mungu si mwenye kudhulumu. Inna Allah laysa bidhallamin lil'abid, Mwenyezi Mungu si mwenye kuwadhulumu waja wake. Mwanamume ametenda atalipwa kulingana na aliyotenda, mwanamke pia ametenda atalipwa kufuatana na, na bidii zake. Kwa hivyo watu wasiseme kwamba mwanamume ni bora kuliko mwanamke, ila tu kwa bidii ya mtu mwanamke atakuwa bora kuliko mwanamme kwa bidii yake katika amali na matendo mema na katika kujitakasa, na atamshinda mwanamme ikiwa mwanamme pia atakosa kufanya vile. Sasa tukiangalia zaidi, aya nyingine pia inazungumzia kuhusu haya matendo, man amila salihan min dhakarin au untha, mwenye kutenda mema awe ni mwanamme au mwanamke fala nuhyiyannahu hayatan tayyiba, hakika sisi tutamhuisha uhai mzuri, yaani tutampa uhai mzuri, yani uhai wa kiroho, maisha yatakuwa, anakuwa na uhai mwingine, kifo kile alichokuwa amepata, kwa sababu mtu anapokuwa hana uelekeo kwa Mwenyezi Mungu nafsi yake au ni kama mtu ambaye aliyofariki, lakini anapokuwa na mwelekeo na Mwenyezi Mungu anapata uhai mzuri na uhai ambao una uhusiano na, na, na, na akhira, na pia vile vile tukizidi kuzungumzia na ucha Mungu pia vile vile Mwenyezi Mungu anasema innama yataqabbalu Allah minal muttaqin. Hakika bila shaka si jambo lingine ila tu Mwenyezi Mungu anayapokea matendo tu ya wacha Mungu. Sio ya wanaume peke yake. La. Mwanamume awe ni mcha Mungu, mwanamke awe Mwenyezi Mungu anapokea amali zake. Sasa kuna jambo ambalo weza tukataja kama swali, je, yeah. Basi tunayoyasikia ni kwamba kuna wanaume, kuna tofauti baina ya mwanamke na mwanamume. Mambo haya yanatoka wapi? Na wengine wanasema ya kwamba kuna usawa baina ya wanaume na wanawake. Mwanamke ni yapi? Uislamu una kauli gani? Kwa sababu tunaangalia katika nidhamu za Kimagharibi wanatetea ya kwamba wanatetea sana ya kwamba mwanamke amedhulumiwa na anafaa ana haki ana nini ana usawa na mwanamume. Je, Uislamu unapinga ama unakubali? Na sisi ikiwa tunakubali, tunakubali kama vile wanavyosema au tunakataa, hatukubaliani na jambo hili na kama tunapinga, tunapinga kwa malengo gani au kwa msingi gani, na, na tunakusudia nini? Haya ni maswali ambayo yanahitaji kuelezewa. Naona tufikie hapo, hilo libaki ni swali ambalo kesho, majaaliwa, tutakuja kulielezea na kulifafanua na tuweze kufikia natija. Tukiendelea ndio tuweze kujua, eh, huu wote ni kama utangulizi tu bado, kisha ndio tuweze kujua mwanamke na daraja zake za kiimani anafika hafiki, na tupate mifano ya kuonyesha wanawake waliofika daraja za juu za imani. Walifika wapi? Walifika wakawa sawa na wanaume, ama hawakufika daraja sawa, au awaliwazidi wanaume? Hilo ni jambo ambalo tutazungumzia katika vikao vyetu vijavyo, insha Allahu taala.